Mama, ni neno nilopenda kukuita mara kwa mara, ila hukuchoka kuitika, sababu wajua ni mapenzi ya wako mwana. Hukupepesa jicho lako kwa usingizi, mpaka katika dimbu la usingizi nilipozama, ila kwa uchovu wa shughuli na wangu usumbufu, kwa usingizi nao uliegama. Simaanishi ulifanya makosa, ila kwa udhaifu wa kibinadamu ni haki yako, na wala sikulalama. Katikati ya usiku ulioshonana, tena kwa ulevi wa usingizi uliomwanana kwa mbali, ulisikia sauti yangu nikiita mama, kwa ulevo wa usingizi ulishindwa kuitika vyema, uliinuka haraka na kunikumbatia ili niwe salama, ukinilazimisha kunyonya ili nipate kunyamaza, huku ukinitazama ukinipapasa mwili kama nipo na joto la homa, na dua nyingi ukiniombea ili niwe salama. Mama, ni maisha ndilotufanya kutengana natafuta riziki tena kwa mikono iliyo salama, narejea tena nyumbani kama mwezi mchanga ulioandama. Natamani kuziona tena sura za ndugu zangu tuliopendana. Mama, kwa kuwa ni wewe ndio ulinifunza kushika kalamu, si dhani kama hati yangu itakusumbua kusoma. Nisamehe mama yangu, nilipokuuzi kwa utoto ujinga. Mama, neno kusema, nisamehe kwa lolote lakukumbusha katika waraka huu usiokuwa na hekima. Hofu yangu kubwa, labda katika waraka huu sikutumia hekima. Nisamehe mama yangu kwa kuvunjia heshima. Natumai kalamu hii ya furahi kuandika waraka huu, na haina dalili ya kugoma. Naam, kalamu hii ya machozi na kutamani, andike neno nalotaka kusema, ila natumai nawe neno hilo kuliona. Ndio mama alipo, sio maana kuwa sikupendi, ila nahofia kulisema, ili usikate tamaa ya kuendelea kusoma kuna mazuri ambayo bado hujayaona. Nisamehe mama ya kwa waraka huu mrefu, pengine macho yako yapo vyema. Natumai hata zawadi nizokubebea zina thamani ya neno nalotaka kusema. Wengine walitamka hovyo, la juu yangu kwako lina gharama. Uzito wa neno hili laweza kutikisa hata mlima. Natamani kulisema mara kwa mara na kusababisha kifo changu kwa kukauka kwa koo langu na kupata madhara ila wewe ni wa pekee, kwa udhaifu wangu talisoma mapema na kulikemea, liniwe salama. Ijapokuwa nalisema mapema, ila simaanishi ndio mwisho wa kusema. Nahofia, nahofia na pumzi yako ya mwisho kugoma, maana nahitaji radhi zako, liniwe salama. Takriban miaka tisa sasa hatujaonana. Najiuliza, sijui urembo wako umepungua kutokana na uzee unaokuandama ama maradhi hapo na pale ya kuishi na homa kukuandama, ila natumai mzima nado. Neno nasema, nakupenda mama, nakupenda kwa hali yoyote, na sitochoka kusema.